Vodacom, kazi ni kwako. Mambo vipi? Mi naitwa asteria mvungi, karibu sana nikupe hot stories zilizo zilizomake headline katika mitandao ya kijamii naongelea Facebook, Instagram na Twitter. Kundi la waimbaji Navy Kenzo, Aika na Nahreel, ambao wanafanya vizuri sana sana sana katika uh, mziki wa bongo ndani na nje ya Tanzania, walipost picha katika ukurasa wao wa Instagram, ambapo walikuwa Aika pamoja na mwanamuziki Alikiba. Hivi unajua you kwamba know mkali Nahreel ambaye amewahi kupokea tuzo ya KTMA kama best producer wa mwaka 2015 hajawahi kurekodi wimbo na Alikiba. Ingawa wili hawa wote ni wakali katika katika game ya mziki wa Bongo, hawajawahi kufanya collaboration ama Nahreel hajawahi kurekodi wimbo na na Alikiba. Reason behind? Uh, well, tuna collaboration ambayo tumetengeneza na Alikiba. Um, Alikiba pamoja na Navy hipo sio featuring, ni collaboration that means Navy Kenzo na Alikiba, Alikiba na, na Navy Kenzo pamoja tunashirikiana kutengeneza nyimbo moja. Alikiba ni mtu ambaye ana kipaji kwanza. Hii collaboration ilitokea kipindi alikuwa na launch video yake Tuli, tulikuwa pale kwenye launch tukakutana naye. Um, of course, automatically ikaja kwamba inabidi tufanye kitu pamoja. Na, yeah, at the end of the day tukaamua kufanya kitu na tukakifanya. Alikiba personally mimi nimejuana naye tangu 2007. Nilishai kufanya naye collaboration mwaka huu 2007 ila kimasomo nikaondoka ghafla, kwenda kusoma, kwa ile nyimbo hatukuimalizia, so Alikiba ni mtu ambaye mimi nimekuwa nikimjua kwa muda mrefu. So um, mtu ambaye yeye anaona kwamba ni tatizo mimi kufanya collaboration na Alikiba inakuwa ni ngumu kwa ajili hajui sisi mahusiano tuliyokuwa nayo sisi na Alikiba kwa muda mrefu sana. Yeah, na, I was kutuharibia kwenye mziki wetu ni kazi. Tunafanya kazi tunapenda vi kazi nzuri, kama mtu ana kipaji na tunasemaga watu, tunafanyaga collaboration na connection na mtu. Kwa hiyo ilitokea kama unavyoona ilitokea ze connection, na ndio maana tumefanya wote collaboration hivyo. Basi wale mashabiki wote wa Navy Kenzo pamoja na King Kiba Mkae tayari kwa this song ambayo ambayo Aika na Nahreel na Alikiba na, na wanakuletea. Msanii Baraka the Prince ambaye anatamba na hit song yake ya Siwezi alipost picha katika ukurasa wake wa Instagram ikimwonyesha yeye pamoja na mrembo ambaye hakuonekana sura, akaamua kufunguka hivi. Baraka akaamua kuandika hivi, my life na huyu tu ndiye ninayemtambua. Hao mnawatambua ninyi, haya ni maisha yangu na yapo kwenye serikali yangu. So, usitake ni ishi unavyotaka. Mnajaribu sana kuchafua jina langu kwa mashabiki zangu na pia mnajaribu kushusha heshima yangu kwa wanao niheshimu, ila mmechelewa sana. Nachoamini shabiki wa kweli hawezi nichukia kwa upumbavu ama uvume wa kijinga unaoendelea. Hii ya mtoto imegoma, tengenezenyi nyingine tena. Natambueni hali maisha yangu super na nimeshamjibu, nimeshamjua anayewatuma kunichafua. Hii yote ilitokea baada ya, ya msichana mmoja kusema kwamba ana mtoto na Baraka Da Prince ama amezaa na Baraka Da Prince lakini Baraka mwenyewe hataki kumhudumia yule mtoto, so this girl akaamua kumpigia Suri Brown na sauti yake ikawa imesikika kwenye kwenye you heard ya XXL, ya Clouds FM. Yule msichana alisema kwa kufanya hivyo, anaamini kwamba ujumbe utakuwa umemfikia Baraka kwa sababu amejaribu sana kumcheki Baraka, anampigia simu, ana- anamtext, amejaribu kumsumbua sana, lakini Baraka anazidi kumzingua tu zaidi sana, anambia niko studio, mara niko niko bize, nicheki baadaye bila mafanikio, so the girl ama the lady ambaye ana claim kwamba amezana ambi, na Baraka akaamua ampigie Sudi Brown and tukaisikia sauti ile. So Baraka akaamua kusema hivi, kwanza siwezi nikamkataa mtoto na wala siwezi kumtelekeza mtoto, ila kwanza niliplan ili swala ni mimi sile kwa sababu nimelisikia juju uedis, kuna mdada akashitaki kanini, na nimejaribu kumpigia mimi mtu ambaye ana mwanangu hapokei simu wala haj... hajaniambia chochote kuhusiana na hizi taarifa ambazo zinaendelea. Sometimes kuna watu wanaweza kuwa wameplan tu kumchafua mtu pasipokuwa na sababu. Mimi navyofahamu ni kweli, mi na mtoto, sio uongo, na mtoto niliokuwa naye si, si, ni uongo mtu anavyodai kwamba sitoi matumizi ya mwanangu yani, ni kitu ambacho kimenishangaza sana kwa sababu mama wangu pia anaweza kawa shahidi, hata ndugu zangu wanaweza kawa shahidi, na miamara pia ya simu inaweza ikawa pia ni ushahidi. Mbwana Samatta ambaye ndiye nahodha mpya wa timu ya Taifa Stars na mchezaji bora wa Afrika mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa wachezaji wanaochezea ndani ambaye pia anaichezea KRC Genk ya Ubelgiji alipost video ya ya goli lake la kwanza katika uh, ambao ambalo alilifunga kati anachezea timu yake hiyo mpya ya KRC Genk na kusema kwamba anamshukuru sana Mungu na amefurahi sana kuhusiana na na yeye kufunga goli katika katika mechi hiyo. Samatta anasema kama inavyoonekana, mwanzo mwanzo umeonekana ni mzuri sana, challenge ama tatizo inakuja ni kwenye kumaintain ama ku Endelea kufanya vizuri lakini anasema atajitahidi sana sana sana kuzidi kuwa kuwa bora na kuendelea kufunga magoli mengi zaidi. Mheshimiwa Zito Kabwe, mbunge wa Kigoma mjini, alipost video katika ukurasa wake wa Instagram na kuelezea jinsi gani ambavyo anafarijika na anasikia raha kuongea na wananchi ambao wanamuelewa. Mea wetu huyu alikuwa amepangiwa mwaka huu kwenye bajeti nunuliwe gari la milioni 150. Meya amekataa amesema, siwezi kuwa na gari la milioni 150. Alizungumzia pia swala la mheshimiwa Hussein Ruhava ambaye ndiye meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji na jinsi ambavyo ambaye hivi karibuni alitangaza kwamba kutakuwa na elimu bure katika manispaa yake ya Kigoma Ujiji na jinsi ambavyo alikataa kupokea gari la milioni 150 na kusema kwamba hawezi kupokea gari hilo wakati anaona kabisa jinsi ambavyo watoto wake wanafeli kuna nyimbo nyingi ambazo zilisikika zamani, zili, zili hit sana ambazo mpaka sasa hivi ukizisikia wewe mwenyewe you still like, hey, utajiachia utazisikiliza kwa sababu zinaishi. So video director Hanscana amesema ana mpango wa kureshoot nyimbo hizo nyimbo hizo nyimbo kama yule ya AY nitampata wapi ya Q Chief, Q Chilla, um, ingekuwa vipi ama nyimbo za kina Professor Jay, Dully Sykes so mheshimiwa Temba Chege and wengi sana ambao walitengeneza wali, wali Hanscana pia aliuliza katika, katika caption kwamba ni nyimbo gani ambazo mgependa azishut upya like, yeah, anazo, anazo anazo couple of songs kwenye kichwa chake kwamba anataka yes, anataka kufanyia wimbo fulani video tena, anataka kufanyia wimbo huu video tena. Kwa hiyo akauliza like wewe kama wewe unapenda afanyie video wimbo gani tena. What's up, Africa! naona mziki wa Africa unazidi kufanya vizuri sana sana duniani. Davido tumeona amesainiwa na Sony, ni wiki chache tu baada ya kuona video ya Alicia Keys akiwa na mmewe Swizz Beatz wanacheza na kuenjoy wimbo wa Ojuelegba wa Wizkid kutoka Nigeria, pamoja na Nana ya Diamond Platnumz. Guess what? Mwanamuziki Ciara alipost video katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anacheza kwa mbwembwe na kuenjoy uh, nyimbo ya Duro ya Techno na Kukere ya Iyanya from Nigeria. pia aliandika katika moja ya captions kwenye, kwenye video hizo akasema kwamba kuwaangalia wasichana hao wanavyocheza inamsisimua, sio kucheza tu, yani ni hisia. Akaandika wow, Nigeria. Mwigizaji Niva ama Niva Super Mario ambaye msanii Nay wa Mitego alimtaja katika wimbo wake wa shika adabu yako kwamba hamiliki ghetto ama, ama nyumba alipost picha katika, katika ukurasa wake wa Instagram ili kuwa alert mashabiki zake waangalie moja ya TV interviews ambazo alifanya na akasema kwamba interview hiyo alifanyia nyumbani kwake na ni sebleni kwake. Kwa hiyo yule ambaye anasema kwamba Niva hana hana hana, hana nyumba akashike adabu yake yeye yeah, mwenyewe. Moja kati ya story ambazo zime make headline na kutrend sana katika social medias wiki hii ni pamoja na ile video ambayo anasikika mtu ama anaongea mtu akisema kwamba Old Vai George ambayo ni, ni sehemu ya ki, ya, ya kihistoria inayopatikana Tanzania kwamba haipo Tanzania, ipo Kenya. Baada ya hayo yote, sasa raia wakaamua kwenda kumshambulia katika, katika mitandao ya kijamii uh, mtu huyu ambaye alijulikana kama Rosemary Odinga. Taarifa nyingine ambayo muhim ni muhimu leo ikufikie ni kwamba yule binti mrembo wa Kenya ambaye aliingia kwenye headlines baada ya kusema kwamba Olduvai Gorge iko Kenya, amechukua nafasi na kuomba msamaha kupitia ukurasa wake wa Instagram, kuomba msamaha kwa Watanzania. Anasema, nimekumbushwa kuhusiana na kilichotokea wakati nime nimehudhuria mkutano kule New York Marekani mwaka uliopita, wakati ambapo nilikosea au niliteleza. Akasema alafu kaka zangu na dada zangu wa Tanzania wamekuwa na kelele au na kunikumbusha kwamba nimewaibia au nimechukua Olduvai Gorge yao, Olduvai Gorge yao. Nilichomaanisha, nilitaka kumaanisha ambacho kinatokea Kenya na kinapatikana Kajiado. Naomba msamaha au naomba radhi kwa Watanzania. Olduvai Gorge iko salama. Kwa spiriti ya Afrika Mashariki moja tushikane mikono baada ya kilichotokea, mwisho wa siku. Ili kupata story kali kama hizi unaweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo, asanteni.